Kwingine kutuambia. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imebaini kuwepo kwa kiwanda bubu cha kujaza gesi kwenye mitungi katika yadi moja iliyopo eneo la Mbagala zake, manispaa ya Temeke, hapa Dar es Salaam. Katika operesheni shtukiza iliyofanywa na maafisa wa EWURA ikiongozwa na afisa mkaguzi kitengo cha petroli, imebaini zaidi ya mitungi 130 yenye nembo za makampuni mbalimbali yanayofanya biashara ya gesi kwenye yadi hiyo, mitambo ya kuingiza gesi kwenye mitungi, tanki la kuhifadhi gesi pamoja na gari la kusafirisha gesi, huku mazingira yasiyofaa kwa shughuli hiyo yakitawala mahala hapo ndani hiyo ya yadi hiyo ambayo umiliki wake hakujulikana mara moja, akielezwa kuwa yupo nje ya nchi. Pia kumeshuhudiwa shughuli nyingine zikiendelea zikiwemo za ujenzi wa ghala na matengenezo ya jimsam, ambapo mtu mmoja aliyejitambulisha kuwa ni msimamizi wa ujenzi Maulid Ezekiel amekiri mbele ya maafisa wa EWURA kuwa kiwanda hicho kimekuwa kikifanya kazi hiyo. Gesi ni muhimu sana na ni muhimu sana kwa sababu inatusaidia kutunza mazingira na ni nishati ambayo inafanya hata masuala ya upikaji inakuwa ni rahisi sana, lakini ni lazima ifuate taratibu za kisheria na viwango vinavyotakiwa ili ijazwe, iwe salama na watumiaji watumie katika hali ya usalama. Kwa hiyo nawasihi watu wananchi, wakipata taarifa na kuona watu wanafanya shughuli kama hizi za gesi katika maeneo kama haya, waifahamishe EWURA ili iweze kuchukua hatua stahiki. ni shughuli zinazofanyika hapa, nafikiri madam madamu na mimi niko ndani nakuwa naziona zinavyokuwa zinaendelea na bahati nzuri au mbaya, katika kujaji wa ugeni huu ii kuna baadhi ya wahusika wenyewe walikuwepo, lakini bahati mbaya wakawa wametoka nje mpaka unaingia ugeni huu una. Kwa mimi nikawa nimeteuliwa kama mwakilishi kwa ajili ya kupokea ugeni na kuhakiki vitu gani viko hapa. Kutokana na hali iliyoshuhudiwa, maafisa wa EWURA waliamua kuchukua hatua za kufunga mitungi hiyo pamoja na mitambo kwa nyaya maalum yani sil na kuagiza mmiliki wa kiwanda hicho kujisalimisha mara moja kwenye mamlaka hiyo ili kutoa majibu ni kwa nini anaendesha shughuli hiyo bila kuwa na kibali cha kufanya hivyo. Aidha, EWURA imeelezwa kwa itawasiliana na makampuni yanayofanya biashara ya gesi ili kupata maelezo ikiwa wanakitambua kiwanda hicho, kwani katika operesheni hiyo baadhi ya mitungi ilikutwa na gesi na mingine ikiwa haijaingizwa gesi. Fredi Mwanjala, Dar es Salaam.